Karibu sana katika channel yangu wa YouTube. Natumai sote ni wazima. Leo katika video hii nitakwenda kukufahamisha jinsi gani ya kuweza kugawa partition ya hard disk yako katika kompyuta yako, na tayari mimi nipo katika kompyuta yangu ambapo natumia Windows 10. lakini hizi hatua ambazo nitapita kukufahamisha, e ni hatua ambazo unaweza kutumia katika operating system zote hizo, yeah, version za Windows zote. So fata hatua hizi ambazo nitapita ili uweze kujifunza jinsi gani ya kugawa partition ya hard disk yako katika kompyuta yako. Tayari mimi hapa katika desktop yangu naona kuna kitu kipo wazi, kuna window hii ambayo inasomeka disk management. Sehemu hii ndio ambayo tutakwenda kufanya nao kazi leo katika video hii, ndio ambapo tutakwenda kugawa partition katika hii sehemu ya disk management. Na sehemu hii utaipata vipi? So nitaifunga mimi hapa ili niweze kuonesha Njoo katika taskbar yako kushoto, pembeni kabisa, kuna hii icon ya start ama start window. Hii right click hapa, kisha right click utaleta option mbalimbali mbali. Tafuta sehemu iliyoandikwa disk management, hapa disk management, ingia humo. So baada ya kuingia humo, utaletewa hii ambao ni window ambao umeiona awali, disk management Sehemu hii utaona diski zako zote ulizonazo katika kompyuta yako, na kama umeingiza diski ya nje external hard disk, basi pia itakuja itasoma hapa katika disk management. Kwa hiyo utakuwa na uwezo wa kuziona hapa. So hapa ndipo ambapo tutakwenda kugawa partition ya disk yetu. Sasa hivi katika kompyuta yangu mimi nipo na eh, local disk C tu hapa, kama unavyoona nipo na hii local disk C tu ambayo ina GB 930 mia nane ndio free hamsini na nne, nyingine zimeshatumika katika kuhifadhi hizo faili za window e, katika kuhifadhi hizo faili za application mbalimbali mbali, na folder mbalimbali mbali. So unachokwenda kukifanya ni kuigawa hii local disk C, ili kuweza kupata e, hard drive nyingine hapa ambayo tutahifadhia e, vitu vyetu. tusiweze kuweka vitu vyote katika local disk C, ni kitu ambacho hakitakiwi katika matumizi ya kompyuta kuweza kufanya hivyo, unatakiwa faili za window na faili za zile program ambazo utakua na install ziwe tofauti katika disk yake na disk nyingine iwe inahifadhi vitu vingine. So hayo ndio matumizi mazuri ya hizi diski zako katika kompyuta yako. Kwa kufanya hivyo sasa, wacha turudi katika disk management. Muona hapa tupo na partition tatu tayari, lakini hizi nyingine eh, hazina effect yoyote katika kuhifadhi mafolda na nini, just zipo kwa ajili ya ile health ya operating system yako, ishu nzima za recovery partition. Zinafanya kazi hizo na hata ukiangalia just zimebeba MB eh, kidogo tu MB 100 hii, uko MB mia tano, lakini ukiangalia local disk C ina GB 900 na 30. Total ya hii diski yangu eh, GB zake ni hizi 900 na 30 na moja ambayo ni terabyte hii 1 tera. Kwa hiyo utaangalia na wewe ya disk yako ina kiwango gani, pengine yako wewe ni ndogo. Kwa hiyo unapogawa partition uwe makini unagawa eh, kwa idadi gani hizo drive zako hizo drive zako. So nitakuja mimi katika local disk C hii hapa, umeona umeona hii eh, letter ya C, ndio maana naita local disk C. Hata huku inaitwa hivyo local disk C, ambayo imebeba files za window na files za program ambazo tuna install na kwa sasa hivi imebeba mpaka zile folder nyingine ambazo tunatumia sisi kama document zawadi zote zimo humu kwa sasa hivi. So right click hapo, kisha right click utaletewa box kama hili. E, kuna option ya open explorer kuna option nyingi hapa, lakini sisi tutakuja kutumia hii shrink volume. So ta click hapa. Uh, itaenda ku querying shrink space kwa hiyo hapa itaenda ku calculate ile space yote ambayo tuna uwezo wa kuipunguza katika hii local disk C na kuitengenezea disk yake uh, nyingine. Kwa hiyo tumepata hii hapa, hapa mwanzo kabisa anakuambia total size before shrink, hii hapa ndio size kabla hatuja shrink hii local disk C yetu, lakini size available shrink space in MB hii hapa, kwa hiyo saizi hii ndio ambayo tunaweza kuipata. Kwa hiyo kama tunatengeneza drive nyingine, basi tutapata yenye ukubwa huu. Kuanzia ukubwa huu ndio tutaweza kupata, unaweza ukapunguza ukaweka okay, idadi ambayo unahitaji wewe vyovyote vile na katika, katika h eh, inter the amount hapa, just window wenyewe wametupa kiwango ambacho tunaweza kushrink kutoka katika local disk C, lakini tuna uwezo wa kuweka yetu wenyewe hapa Pengine sisi hatutaki GB nyingi, just tunataka hiyo disk nyingine iwe na GB e, hamsini tu basi. Tunaweza kufanya hivyo, tukaweka tu hapa idadi yetu, tukafanya. Na hapa kuna total size after shrink. Kwa hiyo baada ya kushrink kulingana na kiasi ambacho utakiingiza hapa, basi kitabaki kiasi fulani, ambapo katika hiyo partition ambayo unai shrink. So mimi hapa nitakwenda kuweka Nitabadilisha, sitoweka hii hii walioniwekea wao default, ambao wanaweza kushrink. Mimi nitaweka eh, GB mia tano kwa GB 500 ni sawa na hamsini elfu kwa hizi, ni MB. Zingatia hapa hapa, tunaweka in form of MB kwa hiyo zingatia hiko meweka hapa mimi in form of MB na nategemea hapa kuweza kupata GB mia tano kama sikosei hapa, uh, yeah, GB mia tano Wacha tuone tapata GB ngapi after shrink. Kwa then ta shrink hapa, unaweza ku konvati tu hizi MB. Una konvati kutoka megabytes kwenda gigabytes. So kama unaona kumbe ile hamsini elfu ni just ni GB hamsini tu, umeona umeletewa hapa GB na 48 ni ndogo tu. Kwa hiyo ukiangalia sasa hivi katika local disk C yetu sasa hivi iko hivi, free space tuna 854 nane, nane GB. Nikirefresh hapa umeona imepungua sasa hivi imekuwa 805 GB, kwa sababu tumeshapunguza eh tumeegea partition na hii partition tuliyogea inasomeka unlocated hapa umeona unlocated na ukija huku huioni hapa, na ndio maana ikasemeka allocated. Mpaka we allocate hii partition uliyoigawa, ndio itakuja kuonekana huku na utaweza kuitumia katika hii operating system ya kwa window. Kwa hiyo ili kuweza kufanya iwe allocated e, uta right click katika hiyo partition, then utakuja katika new simple volume, utaingia hapo ne utasoma maelezo kidogo, uta click next, then hapo unaweza kupunguza sasa hivi ipo na MB 50000 ambao ni GB hamsini ndio. Kwa hiyo una uwezo wa kuzipunguza, pengine unataka ishirini na tano tu ndio ziwe located, lakini mimi nitacha hii hii, ta click next then herufi hapa nitachagua hiyo hiyo e. Kwa hiyo hapa sitogusa kitu, nita click next then hapa hii, hii. Hapa, gusa kitu, click next. Then hapa, napo next sitogusa kitu, lakini hapa katika volume label wacha niipe jina, wacha hii niipe my first disk. Kwa hii nitaita my first disk kama hivi, then nita click next and finish. Kwa kwahiyo sasa hivi hapa inakuwa located na inakuwa ni primary partition kama unavyoona, nimeletewa pop up notification hapa kwa tayari shakuwa inaonekana located yi, my first disk ambayo inaleta e, nikija huku katika file explorer yangu nikirefresh hapa sasa hivi tayari nipo na partition mbili ya local disk C si, na my first disk ambayo ina GB hamsini. Hii hivyo ndivyo ambavyo unaweza kugawa partition, kwa unakuja katika ile disk ambayo unahitaji kuigawa na kama ina space ya kuweza kugawika, maana isije ikawa unahitaji kuigawa local disk C si, lakini haina space ambayo unaweza kuigawa, kwa haitoweza kukubali. Una right click, unakuja katika shrink volume then ita calculate kiwango ambacho unaweza kushrink kutoka katika hiyo diski. Local disk C yetu sasa hivi ina GB mia nane themanini na mbili. Kwa hiyo idadi ambayo tunaweza kushrink tunaweza kuigawa ni idadi hii hapa, wametuletea hapa. O, total size yake ni hii, idadi ambayo tunaweza kuigawa ni hii hapo, utaweka na hapa unaweza kuweka zako mwenyewe, baada ya kuconvert pengine, eh, MB,

hiyo partition nyingine ambayo tumetengeneza. Ni simple sana kuweza kugawa partition. Sema watu wanakuwa wanasumbuka kwa sababu ni vitu ambavyo hawavijui uh, lakini wakishafahamishwa kama hivi inakuwa rahisi kwao kuweza kufanya hata katika kompyuta zao. Kuwa makini lakini, unapogawa partition hii local disk C haitakiwi kuwa na space ndogo sana. Inatakiwa iwe na space you kidogo, know, oh, uh, sije ukaipunguza yote. So hapa tayari hapa lakini unallocated nayo kwa hiyo hata ukija katika file zako haionekani na hata ile pop up eh, window haijaje hapa kuhusu hiyo eh, partition tuliotengeneza. Kwa hiyo hapa unatakiwa uifanyie locate hii, right click, new simple volume, click next, then hapa mimi nitaacha hizo hizo lakini una uwezo wa kupunguza eh, mimi nitaacha hizo hizo mfano, wacha tupunguze sasa hivi, acha tuweke hapa tatu, na tumeipunguza E, ukubwa wake ni hii MB hizi hapa lakini sisi tumepunguza tumeka MB hizi hapa utaona kitakachotokea. O, nikiklik next hapa, herufi nitaacha e, hiyo hiyo F, then next, taipa jina la meon eh, my second disk, nita click next finish. Tayari hapa ita imetengenezwa my second disk. Muona lakini ile space nyingine kwa sababu hii tuliipunguza tulipokuwa tunaitengeneza, muona ipo unlocated bado GB 195 ambayo ni GB 200. Sisi hapa tulichukua just GB 300 tu, GB 200 unlocated. Muona. Kwa well, hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya. Na ukija huko katika eh, File Explorer sasa hivi hapa my second disk inaonekana. Kwa hiyo badala ya kuhifadhi vitu vyote katika local disk C, si, una uwezo wa kuhifadhi katika my first disk humu, unaweza kuhifadhi katika my second disk, unaweza kufanya hivyo. Hivyo tu ndivyo ambavyo unaweza kugawa partition, amna kipya. Na jinsi ya kufuta partition fulani, mfano, mimi nahitaji kufuta hii partition ya my second disk hii hapa hii unaiona ambayo ni hii hapa. Unaona nahitaji kuifuta, sina matumizi nayo. Kwa nakuja katika hiyo diski, una right click Unakuja katika delete volume, kwa hiyo ukiklik hapa, anakuuliza kweli unahitaji kufuta, isije ikawa kuna folder zako na faili zako ukajisahau ukafuta. Kwa ndiyo hamna kitu chochote, unahitaji kuifuta partition hii, ukiklik yes, tayari imefutwa na imeungana na ile allocated nyingine na imekuwa unlocated. Na na ukija katika file explorer sasa hivi haipo hapa, zimebaki hizi mbili tu, local disk C, si, na my first disk na hii nayo wacha nifute hapa, nita right click, nita delete volume, then nita click yes. Kwa my first disk nayo imeweza kufutwa. Hakikisha data zako umeshazihamisha, kama utafuta disk ambayo ilikuwa ina data usije sí, ukapoteza data zako, so imebaki ile ile moja tu ambayo tumeanza nayo. Kwa hiyo hapa hii ipo unallocated, lakini hata hii local disk ukiangalia size yake imepungua sasa hivi kwa sababu tumeigawa hii unallocated, kuweza kuirudisha kui kama ilikuwepo mwanzo, hii unallocated iweze kuungana na local disk C iwe just ni drive moja tu katika kompyuta yangu. Local right click katika hii local disk C, utakuja katika extended volume, kwa extend volume then to click next, una utatekewa hapo hizo ambazo unaweza kuziextend katika hii local disk C, click next. Finish. Kwa hiyo local disk C itakuwa imeungana na ile partition ambayo ilikuwa unlocated hapa, na ukija sasa hivi huko katika file explorer unakuta imerudi ile ya mwanzo kabisa ambayo tulianza nayo, ambapo kabla ya kuanza kufahamishana jinsi ya kugawa hizi drives. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kugawa partition ya hard disk zako katika kompyuta yako. Nadhani umeweza kujifunza eh, kiundani zaidi jinsi ya kugawa partition katika E, computer. Okay. So tuishie hapa leo, tukutane katika video inayofuata. Ningeomba e, maoni yako hapo chini katika comment section kama kuna jambo lolote inakutatiza, unahitaji kufahamu jinsi gani ambavyo unaweza kulisolve katika e, matumizi ya kompyuta na vitu vingine, basi ningeomba e, comment zako ili tuweze kuja kufahamishana simple way kama hivi just na kufahamisha tu na unakuwa umepata kuelewa na unaanza kufanya na kusaidia watu wengine. So asanteni sana, subscribe channel yangu amoja, subscribe, share na wengine wapate kujifunza. Asanteni sana, tukutane katika video zinazofuata.